Tayari imetimia saa mbili kamili za usiku. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Zaidi ya watu mia tano katika mamlaka ya MD mji mdogo wa Katoro wilayani Geita mkoani humo wabainika kuwa na magonjwa yasiyoambukiza Wataalamu wa ardhi na mipango miji nchini watakiwa kutekeleza majukumu yao kwa kuendana na malengo ya dira ya maendeleo ya elfu mbili na hamsini. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa kumi na nne aonya juu ya mizozo iliyotawaliwa na umwagaji wa damu inayoendelea duniani. habari kamili Dar es Salaam. Mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imetangaza kutolewa kwa kibali maalum cha kushughulikia maombi ya mabadiliko ya taarifa ambayo yalishindwa kufanyiwa kazi kutokana na kukinzana na utaratibu uliokuwepo. Mkurugenzi mkuu wa NIDA James Kaji akizungumza na waandishi wa habari mkoani Dar es Salaam leo amesema maombi mengi yaliyowasilishwa awali yaligongana na taratibu za uthibitishaji, hususan yale yaliyohusisha matumizi ya nyaraka za kugushi na utoaji wa taarifa za uongo wakati wa usajili. Amesema kutokana na changamoto hizo, serikali sasa imetoa kibali maalum cha mwaka mmoja kilichoanza kutumika Oktoba mwaka huu ili kuwezesha marekebisho ya taarifa kwa makundi mahususi. Kumekuwa na maombi mbalimbali mbali ya mabadiliko ya taarifa ambayo yamewasilishwa kipindi kirefu, lakini hayakuweza kufanyiwa kazi na hivyo kuleta taharuki na malalamiko makubwa kwa wananchi ambayo yamesoka kipindi kirefu, lakini hayakuweza kufanyiwa kazi kutokana na kutokidhi matakwa na utaratibu uliokuwa unatumika hapo awali. Kati ya maombi ambayo hayakuweza kufanyiwa kazi ni watu waliotumia nyaraka za kugusi pamoja na waliotoa taarifa za udanganyifu wakati wanajisajili. Tumekuwa na hilo tatizo kubwa sana, malalamiko yamekuwa mengi, na wengine wamefikia hatua kulalamika kwa viongozi wa juu akijua kabisa kwamba makosa ameyafanya lakini kwa kutafuta simpati na huruma kwamba labda wakitoka kwa viongozi kule itatoka oda kwamba mbadilisheni. Aidha, Kaji amesisitiza kuwa maombi yatakayokidhi masharti na vigezo vya uthibitishaji ndiyo yatakayofanyiwa kazi huku akisema kuwa muda wa kibali hicho ni maalum na hautaongezwa mara baada ya mwaka mmoja kukamilika. Mwanza Naibu waziri wa wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Kaspali Muya ametoa wito kwa wataalamu wa ardhi na mipango miji kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi ili kuendana na malengo ya dira ya maendeleo ya mwaka elfu mbili na hamsini. Ametoa wito huo jijini Mwanza wakati wa mkutano wa kumi wa bodi ya usajili ya wataalamu wa mipango miji, Akibainisha kuwa dira hiyo inahitaji usimamizi makini na wa kitaalamu ili kufanikisha malengo ya taifa katika ukuaji miji na matumizi bora ya ardhi. Katika hotuba yake, Muya ameeleza kuwa miji inayokuwa bila mipango madhubuti inaweza kuibua changamoto nyingi kama msongamano, uchafuzi wa mazingira na migogoro ya ardhi. Wataalamu wa mipango miji wengine wote nchini, lakini pia kwa wadau wengine mbalimbali wa ndani nje ya nchi, pamoja na jumuiya ya kimataifa, naombeni sana sana, wakati natekeleza wajibu wenu utumie dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka elfu mbili na hamsini katika kupanga mipango mbalimbali kwa ajili ya kumletea taifa letu maendeleo. Ukiwa mtaalamu ni lazima uwe na vitu, tools za kufikia matokeo bora. Aidha, amewataka wataalamu kuongeza ubunifu katika kazi zao, akisema kuwa dunia ya sasa inahitaji mawazo mapya na mbinu mbadala za kukabiliana na changamoto za ukuaji wa miji. Geita, zaidi ya watu mia tano katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wilayani Geita mkoani humo wamebainika kuwa na magonjwa ya yasiyo kuambukiza na idadi kubwa wakiwa ni wa changamoto ya shinikizo la juu la damu pamoja na kisukari. Idadi hiyo imebainika baada ya zoezi la kupima afya ambalo limeendeshwa na chama cha ugonjwa wa kisukari Tanzania kwa kushirikiana na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Geita kwa siku mbili katika viwanja vya mnada wa zamani Katoro. Mratibu wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza mkoa wa Geita, Big Glory Temba, amesema takwimu za mwaka jana katika zoezi la aina hiyo, shinikizo la juu la damu liliongoza kwa asilimia 59 na kisukari asilimia 5.7, na kwamba mwaka huu kumekuwa na mafanikio makubwa kati ya wale wote tuliowachunguza kwa kipindi cha mwaka jana ndo tulifanikiwa kupata takwimu hizo ambazo ninaziwasilisha, na tuliofuatilia kwa kipindi cha mwaka mzima kwa kutumia watu wa huduma ngazi ya jamii, ambapo walikuwa wakiendelea kuwatembelea manyumbani, kuwaendelea kuwapa kwa elimu na kuendelea kuwasisitiza kubadilisha mtindo wa maisha, kwa sababu kama tunavyojionea ni kwamba magonjwa yasiyoambukiza mengi inasababishwa na mtindo wa maisha unayoyaishi. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa ni magonjwa ambayo tunaweza kujikinga kwa kubadilisha mtindo wa maisha. Kwa upande wake Mashombo Mkamba kutoka makao makuu ya chama cha ugonjwa wa kisukari Tanzania amesema tafiti zinaonyesha kuwa kwenye watu mia moja watu tisa hadi kumi wana ugonjwa wa kisukari na asilimia 33 ya watu nchini wanafariki kutokana na magonjwa yasiyoambukiza. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka radio Kwizera FM. bisau Jenerali Horta Nta Na, Jenerali Horta Naman ameapishwa leo kuwa rais wa mpito wa Guine Bisau baada ya jeshi kutangaza jana Jumatano kuwa limeipindua serikali ya rais Umaro Sisko Embalo. Kiongozi huyo mpya wa kijeshi ataushikilia wadhifa huo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Mapinduzi nchini humo yamefanyika baada ya uchaguzi mkuu ambapo matokeo yalikuwa bado hayajatangazwa. Aidha, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya umoja wa Afrika Mahamud Ali Yusuf amekilaani kitendo hicho cha jeshi la Guinea Bissau kufanya mapinduzi na kutoa wito wa kuachiliwa huru bila masharti kwa raisi. Kwa upande wake, jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika magharibi ECOWAS imekosoa vikali mapinduzi hayo na kuyaita ukiukwaji mkubwa wa katiba ya Guinea Bissau. Imetaka pia Embalo na maafisa wengine wanaoshikiliwa na jeshi waachiliwe huru. Ankara. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa kumi na nne ameonya juu ya mizozo iliyotawaliwa na umwagaji wa damu inayoendelea duniani na kusema kuwa inahatarisha mstakabali wa ubinadamu. Papa Leo ameeleza hayo katika ziara yake nchini Uturuki ambako amekutana na kuzungumza na Rais Recep Tayyip Erdogan na kueleza kuwa dunia inayumba kutokana na tamaa na kuchagua mambo yanayodidimiza haki na amani. Kiongozi huyo wa Kanisa Katoliki duniani pia ametolea wito Uturuki kulifurahia jukumu lake kama msuluhishi wa mataifa katika juhudi za kutafuta amani ya kudumu. Kwa upande wake Rais Erdogan ameusifu msimamo wa Papa Leo kuhusu suala la Palestina baada ya mkutano wao, ambapo amesema ana matumaini kuwa ziara hiyo ya kwanza ya kimataifa ya Papa itakuwa ya manufaa kwa utu, wakati kukiwa na mivutano na hali ya mashaka ulimwenguni. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhutasari wake. Zaidi ya watu 500 katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wilayani Geita mkoani humo wabainika kuwa na magonjwa yasiyokuambukiza. Wataalamu wa ardhi na mipango miji nchini watakiwa kutekeleza majukumu yao kwa kuendana na malengo ya dira ya maendeleo ya elfu mbili na hamsini na kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa kumi na nne aonya juu ya mizozo iliyotawaliwa na umwagaji damu inayoendelea duniani. Waza Wazua, msikilizaji, usimchukie aliyekunyima, mchukie aliyekuahidi na hajakupa. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook Radio Kwizera, YouTube Kwizera TV, na website yetu radiokwizera.co.tz. Satana cotz, saa tano usiku utasikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita.